Bandari ya Dar es Salaam ni moja ya vyanzo vikuu vya mapato vinavyokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania, TRA. arobaini na mbili ya makusanyo yetu yote ya mwezi ambayo yanafikia uh, karibuni 1 trillion. kwa hiyo bandari ni sehemu kubwa sana katika hiyo asilimia 40 ya makusanyo hayo, uh, ya, ya, ya bilioni 452 yanatokana na mafuta ambayo ni, ni kama bilioni 160 na zinazobaki zinatokana na mizigo mikavu ambayo ina include, kisehemu kubwa sana ni mizigo ambayo inatokana na makontena. Ilikuwa ni siku ngumu kwa kamishina mkuu wa TRA, hasa alipokuwa akilazimika kujibu maswali magumu ya waziri mkuu, Mheshimiwa Majaliwa Kassimu Majaliwa anatakiwa alipe. Ah, sio rahisi kwamba huwe umetoka hapa ukapotea uka, uka, uka, kwa sababu ukitoka hapa lazima kwenye system awe ameutoa, kama ni bandari au kama ni ticsi, na anaeleza kwamba unaenda wapi na yule unakokwenda kule, lazima afike kule au, aupokee kwamba umefika kwake. Kwa hiyo, kwa hiyo uh, hapo kusema umepotea katikati lazima kutaonekana kwenye system kwamba huu mzigo, kwa nini wewe hujaupokea wakati umeshatoka bandarini, naona no. Kamishna huyo wa TRA amemthibitishia waziri mkuu kuwa upotevu wa makontena na mizigo mingi bandarini kunatokana na uwepo wafanya wa wafanyakazi aliyowaita kuwa ni mizigo kwa TRA na bandari. Kuna, kuna uh, ICD nimesema kwamba kila mara lazima tuende kufanya upekuzi wa kuangalia yale makontena ambayo yamekwenda kwenye ICDs na jinsi ambavyo yalivyokuwepo pale the actual inventory, sababu kwenye system inaweka inventory lakini na, na yule nani mwenye ICD ndio anaye manage the inventory. Kwa hiyo tunayo particular ICD ambao tulikwenda tuli, tuli kwenye ukaguzi wa ghafla mwanzoni tukakuta kulikuwa na makontena 54 hakuweza kuwa counted lakini baada ya kufanya upelelezi zaidi tumekuta makontena 327 ambayo yanakisiwa ya, ya kwamba yamepotea kwa, kwa, kwa, kwa njia za uwizi. Kwa hiyo sasa hivi as we speak tupo na, na, na wenzetu wa, wa, wa, nani, wa PCCB, tumeshawaambia na wako wa, tuko nao tunaendelea kufanya uh, upelelezi kwenye hilo swala, na yule mwenye ICD tumemfungia na tumemdai Uh, kodi ambayo imefikia 12.6 bilioni. Waziri mkuu alifika bandarini hapo akiwa na vielelezo vyote vinavyoonyesha upotevu wa makontena na watu waliohusika katika upotevu huo, na unaendelea uchunguzi na uhakika tutapata tunachokitaka na hii fedha tunaipoteza, mheshimiwa waziri mkuu na kuhakikishia kabisa pesa yote tutaipata na watu wote waliohusika tutawashughulikia kabisa, bila bila bila. Hatimaye akatangaza timu wa timu kwa baadhi ya maafisa wa TRA na bandari. Kamishina wa kodi lazima awe nje kwanza, sasa sababu upotevu wa kodi lazima utakuwa unasimamiwa na yeye, nayee wanatiagi masamaki Simamisha kazi. IGP, kamata huyu, ashiriki kwenye uchunguzi huu mpaka itakapothibitika. Na mwenyekiti wa bodi, kwa kwa sababu yuko chini ya mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa bodi apewe taarifa, mpaka atakaporidhika tunaweza kumrudishia mwenyekiti wa bodi hiyo. E, kwa sasa lazima awe nje ya utumishi, ili uchunguzi uendelee na usike kwenye uchunguzi, na asaidie jeshi la polisi. Habibu Mponezia, Customs Service Center pale Matwe, pasipoti yake ikamatwe na achunguze na mali alizo nazo ambazo tunahisi zinatokana na kazi anazoifanya ya kuvuruga. Kamishna Mkuu wa TRA Haruni Pande, kitengo cha ICT lazima kidhibitiwe kitengo hicho, kwa sababu ICT ndio hasa kile ambacho kinapitisha mizigo yote na kinatambua haya makontena TRA hamna taarifa, ila bandari wanazo taarifa, kwa hiyo mtashirikiana kutambua haya. Amisi Ali Omari ni miongoni mwa watu ambao wanataka wawe nje, kazi iendelee vizuri, ili kamishna upate ushahidi na uweze kutu. Lakini mchaji wa ICD hasa hiyo ICD ambayo ina matatizo mengi, huyu Eliach Mrema naye akamatwa saidia jeshi la polisi kutambua marezo yote, lakini je, nini adhima ya serikali ya awamu ya tano? Mkakati wa serikali sasa ni kuhakikisha kwamba tunapata mapato tuliyoyapata, mm. eneo la bandari kwetu ni muhimu, na bandari inafanya kazi na TRA, bado nakuja kwenye domestic collection. zile chaji za kwenye kazi za kule pembeni. Wale, leo nilikuwa na deal na, na bandari na namna mnafanya kazi na TRA. Kwa nini tunapata taarifa za mizigo yetu kutoka ndani ya bandari kutoka nje? Kwenye hiyo sheet kuna watu wako gate 5 pale, wanapitisha mizigo mizigo yote imepitia gate 5 na wapitishaji ni wale wale wanarudia, aliyekaa zamu leo na kesho huyo huyo. Wengine waliosimamishwa kazi ni pamoja na Anangisi Mtafia, Robert Nyoni na Sajigwa Mwandegere. Hii ilikuwa ni ziara yake ya kwanza kwa nafasi yake ya waziri mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim. Lakini hii inatoa picha kabisa namna ambavyo serikali itakavyokuwa ikifanya kazi, serikali ya awami ya tano chini ya kauli mbiu ya hapa kazi tu. Kutoka katika ofisi ya waziri mkuu jijini Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.